Uku hamna wivu kwa wanawake, hata kwa wanaume pia hamna wivu mm -hmm. Mimi kama mke wangu sasa hivi, mimi ni mke wangu ambaye niko naye mmoja huyo, mimi anaweza akaniunganisha kwa demu mwingine yoyote. Yani mke wangu akawa nikiunganisha mimi, nikampata demu mwingine kupitia yeye <mulikana> hey, wala hata awazi kabisa kabisa yani anakuwa ni marafiki leta yani. Ikifika pale kwake, anakuwa pamoja kabisa, yaani anakuwa dada dada na dada, anapendana kabisa, wanne hata watano, anakuwa vizuri sana. Alafu kwenye boma anakuwa vizuri kwa sababu kwenye shida anatoka, kwa sababu shida ndogo ndogo kwenye kwenye boma ya mbuzi, kutoa kwenye ile ile ile mambo natoa hata kwenye maji kukaa wenyewe, anaondoka mwingine, anaenda kwenye mbuzi, anachagua mambalelo. he na hey! wivu kabisa ha, ha, mm. <ride> hmm. hakuna kabisa hakuna kabisa wivu kamna. Sasa <totipie> kule uh, kule town kule kule ugomvi mkubwa sana kule, mambo kama haya, labda umechukua mwanamke wa mtu, watu wanapigana e, visu huku. Ugomvi wenu nini, ni wapi, ni, ni upi? Kwa sababu kwenye mapenzi hakuna hakuna hakuna wivu mtu, eh, yaani ugomvi uko wapi? Sio ugomvi wetu kwenye ng'ombe, kwenye yani wewe uki, ukiingilia kwenye ng'ombe wangu tu, yani hapo ndo ugomvi baba. Mimi naweza nikakupiga hata mshale au nikakupiga yani mkuki, yani hiyo ni fresh. Kama tukutane kwenye maswala kwenye kuchunga Yaani unichunge mimi wewe uje uchunge sehemu ambayo ni ya kwangu au uje uchanganye kwenye ng'ombe yangu. Au nikute umeweka ng'ombe yako alama yangu mimi ambaye ndo ni alama yangu. Maana kila mmoja hapa ana alama yake ya ng'ombe. Okay. Yaani nikute umeweka alama yangu kwenye ng'ombe. Yaani hiyo ni ugomvi. Tunaweza tukauana kabisa hapo. Kuhusu ng'ombe hiyo. Okay. Yaani hapo ndo yaani ugomvi yaani wa kuua kabisa. Mwanamke? Ah, mwanamke yaani babu yaani atufagili. Yaani hiyo hamna kitu. Eh, mjomba unasemaje? Mwanamke ana shida ana shida sana kwa sababu ng'ombe ndio maisha, ng'ombe ndio maisha. Anajua ng'ombe, bila mimi sasa hivi sina maisha ya ng'ombe, hakuna kitu kingine lio naenda kutafuta, kwa sababu ile ng'ombe ndio naenda kutafuta ile mwanamke. Kwa kabila yetu nasa kwenda ku, kutafuta baba kuomba ng'ombe. Ameelewa eh? Ng'ombe ndo mwanamke huko babu. Kama hey, hauna ng'ombe hauna mwanamke. Eh.